Tukae umo ana kwenye Yanga hivi, Yanga tuna kupitia ile mechi ilioisha na Mbeya City. Tuna, tuna kuna safari ya, ya, ya, ya mafanikio kwenye champion huko. Ah, ni kweli mimi naitwa Mwalimu Musa. Mimi ni mtu wa Yanga kindakindaki, tena Yanga ikifungwa hata kupigana e, hata kupigana gana ile suru sijapigana kwa sababu mwalimu ya e, wameleta mfumo mpya, mfumo mpya wa e, mwalimu kwa e, hiyo nabidi tuvumilie tu wana Yanga e. Mwalimu analeta mfumo wake utakaa sawa e. Na kiwanja kimechangia kiwanja kimecha kile hey, natuna... viwanja vipo vingi ndio. Sio kile tu ndio. Bado mje, bado hajaenda Manungu huko. Sawa sasa mtavilalamikia mta, mta viwanja vingapi hapo? Yani um, ile mada ya kwanza ilikuwa ni nzuri zaidi Eh. Hey. kwamba mfumo mfumo, mwalimu ameingiza mfumo mpya. Kwa hiyo mfumo mpya bado hujakaa vizuri. Haujakaa sawa. Ndio maana sisi tunalalamika kwamba tucheze vile mechi ilikuwa inawahitaji wachezaji wengi sana, ndio e, majeruhi mwalimu e. Ah. Ah, mwenyewe amesema kwamba e, ateke perform vizuri mazoezini, mazoezini ndio atacheza. Kwa hiyo nataka kuniambia kwamba hayo e, ni maono ya mwalimu mwenyewe, anafanya rotation ki... tumeongea kilugha kingine hapo kidogo e, hicho eh Mbona anakula Christmas? Ah, yule Ayule atakula Christmas kwa sababu viongozi bado wapo naye. baada ya mechi watu walimkataa pale pale. Ah, yale ni maneno ya ya mashabiki, lakini viongozi wana msimamo wao. eh. naelewa bwana, sio kwamba mipango inatengenezwa tengenezwa, lakini yule akai tena? Hapana, hatuwezi kuwasemea viongozi kwa sababu ah. timu ina, ina msemaji wao. Simba vipi? Hawa jamaa mimi sitaki kuwazungumzia mechi yao e, nazungumzia kwa sababu mwandishi umeniambia, ni ongee e. mechi yao ya juzi, ya ya juzi wamecheza vizuri ila kuna manong'ono e, ndani ya ile mechi yao, kwa sababu kwenye benchi la mpinzani kuna mgunda mgunda mgunda e, Mgunda ni mtu wa Simba inaokana e. e. Goli la tatu, Mgunda anashangilia natola. <laughs> Anacheka kwa sababu <laughs> <laughs> Hey, <laughs> <w> <laughs> Hey, mwandishi, hey, unamjua na mwenye namongo eh? Mwenye namongo unamjua, mwenye namongo ndo mwenye nchi yake. <laughs> Eh, mwenye na mongo ndo mwenye hii nchi, waziri. So, waziri mkuu eh. Asa, waziri mkuu nani eh, so kama mwenye mmiliki mmiliki wa wa Singida Singida Black Black Star Star. Eh, eh, kama waziri wa fedha. Eh, fedha eh ndo mwenye klabu ile iyo, losema wewe, kuyo Mwigulu ndo yo mwenye klabu iyo, losema wewe, waziri mkuu ndo mwenye klabu ile mliocheza nayo jana sijuzi waziri mkuu kwa mpira wa Tanzania kwanza, kwa maoni ya mpira wa Tanzania subiri basi, mpira wetu sasa umeisha anza kuondoka kidogo kidogo, kutoka kwenye siasa kwenda kwenye uhalisia. Maana mpira wetu ulikuwa kwenye siasa sana, lakini kwa sasa mpira wetu wa Tanzania umetoka kwenye siasa sasa unaelekea kwenye uhalisia. Unaongea unaongea hivyo kwa maana gani? Kwa maana katika asilimia sabini na tano ya sheria za kanuni za mpira sasa zinatumika. Endelea, endelea boss, endelea. Zinatumika ipasavyo, unaona hata kama ya kosa amefungiwa sahihi sasa

tuwapongeze viongozi wanaochukua hatua gupoke katika haya mambo yanayotokea. Kwa mfano unapomzungumzia kama unapomzungumzia Kalia, anazungumza mheshimiwa uzi, nimemsikia anawaambia Kenya kwamba ili wapate maendeleo katika lazima waige mpira wa Tanzania, wawekeze kama Tanzania wanavyowekeza ili wapate watu wakuwekeza. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kwamba msingi wa Kalia unaonekana mbali mpaka kuna watu wanatamani kuwa na msingi huo. Yaani naenda kukata sasa hivi na kutumia sasa. Kwa hiyo kwanza, lakini wakaria ambaye ambaye sisi wengine kwa Yanga lakini lazima tumpongeze jamani. Tumpongeze, ni kiongozi ametufuisha mahala ambapo sasa hata mpira wetu sasa unachezwa unauona. Zamani mpira wetu ukichoa moja au mbili unapata, lakini unaona mpira sasa unachezwa, kanuni zinafuatwa na watu wanapata matokeo. Kwa hiyo lazima tumpongeze Karia katika hili. Karia katika hili hajatokea kiongozi wote Tanzania kuifikisha yetu hapa tupo Karia huyu, huyu nadhani kuna mtu amezungumza, tumemleta Wenga, tumemleta nani hapa, watu wamekuja kwa sababu ya Kalia. Kwa hiyo, na, na uwekezaji wa kina Mo lazima usifiwe, kwa sababu mtu wa kwanza kabisa kuacha mpira wa Tanzania utambulike ni Mo. Alisema, mimi nataka nione vilabu vya Tanzania vinakuwa vilabu bora katika, katika mpira wa Afrika. Leo tunafika mpaka nafasi ya kumi na moja, nafasi ya tano. Maana yake Mo alichokifanya leo tunakiona. Tulimdharau wakati maa anakuja kuwekeza Simba, alivyosema nataka nivione vilabu vya Tanzania vinakuwa vilabu vikubwa, tukasema huyu anaota ndoto za alinacha, lakini leo hatujafika maana yake lazima tukubaliane na uwekezaji wa watu wanao support kwenye mpira. Ana support ya Yanga unavyoona hilo unapambanuka, vilabu vingine tamani nauli hata vilabu vinakosa nauli lakini leo nauli vilabu haviachi kwenda kwenye kwenye kwenye kwenye side kwa sababu nakosa nauli. Maana yake ni kwamba kila mmoja anaweketa kwenye vilabu kwa sababu tayari anaona anachokitaka. Jezi zamani tulikuwa hatuuzi jezi, maana kwanza Simba ana ana ana udhamini wa jezi ilikuwa milioni 100, mtu anaye mzabuni wa jezi milioni 100. Leo mzabuni wa jezi anaona inafaa anatoa bilioni 4.9 kwa kwa kwa kwa kwa mwaka Hauoni kwamba hii ni jambo kubwa sana? Kwa hiyo lazima tumpongeze Kalia katika hii. Mimi sina mengi ya kusema, nataka niishie hapo kwamba kwa lazima tukubali tuwaunge mkono viongozi wetu wa mpira na tuiunge na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sababu nayo imeweketa katika mpira, inajenga miundo mbinu, inatufanya uwanja wetu kaisha kama hivo, na, na niwashauri serikali sasa kwamba kila mtu anayefanya vurugu anayoharibu uwanja wa taifa uwanja benja wa Benjamin achukuliwe hatua za kisheria. Kama ameharibu viti nane basi avilipe na awekwe ndani, ili kutengeneza mashabiki wa mpira, sio mashabiki wa fujo. Tumekuwa watu wa ujinga, tunaharibu miundo mbinu ambayo tunatengeneza serikali, a tunaharibu sisi. Kwa hiyo iwe ifikie hatua, wakati kamera zimfanye mtu anayefanya fujo akamatwe, kama yeye alipe na afungwe ikiwezekana. Huo ndio wa ushauri wangu kwa serikali, mimi sina mengi zaidi ya hapo bana. <laughs> Namna eh, namna gani na gani, mambo namna gani, kijue kimekuwa cha moto. Kwa jina naitwa Abdalla Hidi, mshabiki wa Yanga, lakini nina pande tatu za kuchangia kwenye mpira wetu wa Tanzania: moja, upande wa vilabu; pili, serikali; tatu, ni vyombo ambavyo vinatuendeshea mpira katika nchi hii. Rudi kwenye vilabu kwenye vilabu tuwe na msimamo wa kuendeleza mpira wa Tanzania, kwa sababu tunafeli kwenye vitu vingi. Moja, tunahangaika kutafuta wachezaji wa ndani. Leo tumekuwa na uadimu wa wachezaji wa ndani kwa sababu ya vilabu. Mimi nasema kwa sababu ya vilabu. Serikali imefeli kwenye namna ya kuandaa vijana wa kuleta katika vilabu, na vilabu navyo vimefeli kuandaa vijana kuleta katika vilabu vyao ili timu ya taifa ipate wachezaji. Kwa sababu moja, leo tunalalamika, hatuna timu ya taifa, hatuna timu ya taifa, hatujui tatizo ni nini wa Tanzania. Kwa nini hatuna timu ya taifa? Tunajua lakini tumekaa kimya, tunaogopa ya kusema. Ni aibu, tujiondoe huko. Kwa nini tunashindwa kuzalisha wachezaji? Tunahangaika leo, tunajiandaa kwenye tuandae academy academy za Afrika shule za msingi na shule za sekondari na vyuo leo, serikali wanashindwa kusimamia huko. Tumejenga madarasa, tumeshindwa kuacha viwanja vya michezo. Viongozi jani hajacheza, tuulizane, viongozi walikuwa serikalini leo, wenye waliozaliwa mwaka elfu moja mia tisa, nani hajacheza shule? Lakini leo shuleni hakuna viwanja. Tunalalamika tuna wachezaji wa taifa, tuwazalisha wapi? Na vipaji vinaanzia shule. Tuondokane na mzimu wa Josefu Mungai Mugai, tumepa uwaziri hapa. Mkenya kaja kafuta michezo, tumekaa kimya. Tuondoe michezo mashuleni, tumekubali kuondoa michezo mashuleni. Wakati ya shuleni, shule ndio akademi ya kwanza ya kumjua mtoto nini anataja. Futa michezo makazini, kweli? Tumekubali kufuta michezo makazini, vio ndio akademi za Afrika. Naomba kwanza, serikali, najua mama Samia ni kiongozi ambaye anasikiliza watu, ni mama. Akae na waziri wa michezo, akae na waziri wa elimu, ili warudishe huu mtaala wa michezo shuleni. Eh, tunashindwa kuzalisha wachezaji. Ndio maana leo tunalalamika ligi na wachezaji wa nje. Kweli, wachezaji wa nje kutoka nje tumeshindwa sisi wenyewe kuandaa wachezaji na kwa nini tushindwe kuandaa wachezaji? Wakati shule za msingi tunazo, vio vipo, shule za sekondari zipo. He? Eh? Tuvue huu huu mzimu wa Josefu Mgai tuondoke nao. Turudi kama Watanzania tumejiondoa kwenye mfumo wa michezo. Kulikuwa na kiwanja kimoja hapa Shambala Bibi, lakini kulikuwa inakuja Delmark, kulikuwa inakuja hapa. Sweden ilikuwa zinakuja hapa, lakini leo tuna viwanja bora, serikali imewekeza katika viwanja vya michezo, lakini timu kutoka nchi ziji. Kwa nini tumejiondoa kwenye mfumo wa michezo? Naomba serikali iturudi katika mfumo wa michezo, warudishe michezo mashuleni, na muombe mama atakapoingia katika miaka mitano hii, basi arudishe mitaala ya michezo mashuleni. Shuleni hakuna michezo, viwanja vyote vya michezo vimejengwa madarasa pili. Narudi kwa chama cha mpira. Hivi vyama vyetu vya, vya mpira vina mahaba. Sasa tuondokane kwenye mahaba, tukiamua kuingia kwenye michezo. Ukishaamua kuingia msikitini, basi ule Ukristo wako uweke pembeni, na ukiamua kuingia kanisani, ule Uislamu wako uweke pembeni. Endana na wale ulowakuta amule ndani, ili hii safari iende mbele. Tunaweka watusoma mpira kwenye michezo kwenye michezo ao watu wamekonda, kwa sababu ya kuonyesha matumbo yao, sio kuendeleza mpira. Naishauri serikali irudishe michezo katika nafasi yake bwana e. Shukran sana Metro Media TV, tulikuwa m Nyamwezi na Lindi, si ndio? Hapa kijiwe kinaitwa Mwarbaini Majungu na tumejungua haswa <laughs> au sio bwana? Kuhusu soka letu la bongo na kila ulichokisikia, maoni yote ambayo mmesikia hapa, basi yanabaki hapa hapa. Lakini pia kama umeasikia na umeona kama kuna kitu kina unahitaji kuchangia, unaweza ukaenda kwenye page yetu ya Instagram Metro Media TV, andika komenti yako pale chini, TikTok, andika komenti yako pale chini, sisi tutasoma. au sio bwana? Kwa leo tunaishia hapa, shukrani sana wanajamii, wana, wana kijiwe majungu. <laughs>